Nilisema, mwanaume ni kiumbe ambacho hakitaki kelele. Hata kikosea, nenda in polite way. Hata kama kosa lake liko wazi, hatakagi kelele. Ukimpigia kelele, anakugeuzia lile kosa, linakuwa raha kwako. Ndio maana nilikwambia hata Mungu mwenyewe aligeuziwa, wakati anamuuliza Adamu, umekula? akasema mambo ya kufokea na haya mimi sitaki. Nimefanyaje? Umekula? akasema mm, sio mimi yule uliyemleta, maanake makosa na we umeshiriki e. Lakini Mungu angesema, Adamu hey, unaendeleaje? salama vipi? Sijakuona tunapokutana umepitia kale kama tunda. Yaani angeongea ni poraiti wei, angemwambia ya mzee, nikapitiwa Ikakuta tu ameleta tu kweli tukara hadi shidi, singekuwa mbaya, lakini nakumwambia umekula wewe, akamgeuzia kesi, akamwambia ni wewe yule uliyemleta, ndio kasababisha. Huyo ndio mwanaume kwa mama. Mnaoishi na wanaume punga mikono, hicho kiumbo nachokaa nacho kaanacho. Hata kosee kiasi gani, tumia tu rugha ya upole.